Hello my good people, mambo vipi, mpopo anawapenda sana jamani, mambo vipi, mmeamshwaje? This is Kadala, all the way from Tanzania, house of Tanzanite minerals. Watu bado wanalalamika kuhusiana na mafua, na nimewahi kuongea sana kuhusiana na swala mzima la mafua. Mafua yanakuwa controlled, ni wewe tu vile ambavyo unataka kufanya, uh, kuku wako wakue kwa staili ipi. Na kuku ukimo, ukimtetea sana na magonjwa anakuwa vizuri sana anataga vizuri sana. Yani anakuwa na makuzi bora, kama vile alivyo kwa binadamu, ukimlea vizuri bila magonjwa anastawi. Na kuku vile vile, ukimlea vizuri bila magonjwa, kuku anastawi. Kwa hiyo wewe unatakiwa mwenyewe uzingatie. Kuna baadhi ya dawa za mafua ambazo niliwahi kuzileta hapa, watu sijui, wanasahau. Ngoja nijaribu hapa kuwawekea hii, kama mtaisikia nimekuja tena kwa mara nyingine hapa nikutajie dawa za kukabiliana na mafua kwa kuku wako, wawe wakubwa wawe zaidi wa, wa, wa... wakubwa bwana. Mi vifaranga vifaranga, nasema keep up usafi vifaranga hawatapata mafua usafi. Wape hali ya joto ile, hawatapata mafua. Watengenezee mazingira yawe mazuri, conducive environment for the chicks, hawatapata mafua kasi, my friend, hawatapata mafua. So niko hapa kukutajia baadhi tu ya dawa ambazo zitakusaidia wewe uweze kutibu kuku kwako mafua, maana mafua imekuwa ni chronic Infectious coryza inasumbua sana watu. Infectious coryza inasumbua sana watu, mafua ni makali, na kuku anaziba hadi pumzi za pua zile, mm -hmm, anaziba badala yake a anapumulia mdomo hewa iweze kupita kwenye mfumo wa hewa na apate kupumua sawa sawa, ni kwa sababu ya mafua mengi. Sasa wewe unatakiwa uwe makini na maandalizi yako, banda lako liwe safi wakati wote nakuletea vitu moto moto vitakavyokusaidia ili visikukatishe tamaa, kurudi nyuma. Wewe ukishaingia kufuga njio hapa Kadala, ukija hapa Kadala, mi siko tayari uache njiani kufuga, unaendelea kufuga na utawini. Hakuna kifaranga kitakufa kwako, hakuna kuku atakusumbua magonjwa. Anaweza kuwa binamu yako wala shangazi yako, hapo kwako yenyewe anapita kule, sawa mm. So kwenye mafua sasa kuna dawa nyingi ambazo ziko very popular, kwa mfano fulbani ni dawa ziko popular sana lakini hapa nakuletea na dawa nyingine, kama umewahi kuzisikia itakuwa ni vizuri. Kama hujawahi kuzisikia, basi wewe nenda kazitafute. Kuna dawa inaitwa Limozin, ni nzuri sana kwa mafua ya kuku, nzuri mno mno mno. Nenda dukani, ukifika pale usitoki kama wajakuelekeza namna sahihi ya kuwapatia hizo dawa, ili kuku wako wasije kupata ma, ma, maangamizi. Matumizi ni muhimu sana kuna kuna, kuna kuna wakuelekeze, kuna wakuelekeze vizuri dawa zile zinavyotumika. Dawa ya mafua pia ya kuku nimesema Limozin, Doxin, Tylo, tylosin, tylodox, hizi nimekuwa nikizitaja mara nyingi sana na zirudia na kuzirudia, ni kwa sababu nawapenda na watu na wanalalamika mno kwenye komenti, mafua kuku wangu, mafua kuku wangu. Sasa nashindwa hata kusema niwapotezee, nasikia vibaya kwa sababu mimi kwangu, mimi kwangu mafua bwana, mimi kwangu bwana mafua bwana ni mtihani kabisa kwangu mimi, siyaionaga mafua yaani mafua ajawai kunikimbizaga. Hivyo aliwahi mara moja tu miaka ya nyuma, wakati naanza kufuga nikamwita daktari ndo akaniletea hayo madawa matailodoksi malimozini maganadeksi, aliniletea bonge la fuldozi. Toka hapo nimekuwa mwenyewe mwalimu. Nimekuwa mwalimu, eh, eh, unajua hata ndui nachoma mwenyewe nguruwe, mimi sahau. Chanjo nawachoma mwenyewe, tiba nawatibu mwenyewe, kwenye ngozi nawatibu, kwenye nyama nawatibu. Ng'ombe pia ng'ombe anachoshinda mateke tu, kwa sababu ng'ombe ni mzito sana, na kupiga teke ndugu yangu nazimia. Kwa hiyo nenda dukani, kaangalia hizi dawa. Narudia tena: limozin, tylo, tylozin, tylodox, doxin, fulban. Kuna nyingine nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi, ila ukifika pale dukani, hebu ulizia kwanza dawa za Holland, ulizia kwanza. Kuna dawa ya Holland yoyote ya, ya mafua? Ukifika pale dukani uliza hivi kuna dawa yote ya mafua inayotoka Holland. Holland wanazalisha dawa nzuri kuna sana Amprolium. Dawa zao zinafaa sana Holland. Amprolium, makini inayotibu coccidiosis vizuri inatoka Holland. Kwa hiyo, sijajua ukifika pale uliza. Kuna dawa. Ukifika dukani pale waulize una dawa zozote za kuku za kutoka Holland. Kama unataka kununua ya, ya dawa ya Amprolium, ulizia hiyo dawa ni, ina, inatoka Holland kama unataka kununua dawa za mafua, unataka kununua uliza kwanza kuhusiana na Holland. Kama akikwambia amna, basi nunua za hapa kwetu Kenya, Tanzania, hivyo East Africa, lakini dawa nzuri sana zinatoka Holland. Nataka nikuambie, kwa sababu mimi nimetumia sana hizi dawa na ninaendelea kutumia. Kwa hiyo unapofuata maelekezo itakusaidia sana mwenye baadaye. Ha, yote ya mafua inatoka Holland na kwenye kopo au kwenye karatasi zinakuwa zimeandikwa, na wewe mwenyewe pia usome, afu usome na expired date. Usije kaenda dukani unanunua dawa tayari zimesha expire. Wafugaji, someni expired date kwenye dawa mnazonunua, soma expired date kwenye dawa unazonunua wakati mwingine wanahangaika. Una unatibu, unatibu. Ukifika pale dukani unapouziwa zile dawa, kuna mahali fulani wameandika hii dawa inafanya kazi ikiwa na nguvu mpaka wakati gani. Sasa usome yale maelekezo na kama uwezi kusoma, muulize dawa hii inaisha nguvu mwaka gani, ili usije ukachukua dawa ambayo tayari imekwishaisha nguvu, unaenda kuwapa kuku, unaua kuku. Sio kama naeleweka, na nielewa vizuri Ehe. Unaenda kuwapa dawa ambayo tayari imeexpire na hiyo itakuletea shida baadaye. Tunaelewana, unatibu, unatibu. Unatibu yani ugonjwa utoki, kumbe dawa unazopewa ni expired. Medicine, medicine. Unaona bwana? Kwa hiyo kuwa makini unapoenda kununua kitu dukani. Usinunue tu na ukatoka nacho. Kiangalie, kichunguze. Ukiona uwezi kuangalia, na mwambie naomba nisaidie expiry date hapa ni ngapi? Ah, lazima atakwambia, hawezi kukataa kwa namna yote ile. Lazima atakwambia, ataangalia akiona imefikia mwenyewe ataona aibu. Lakini uliza kama hujui kusoma, uliza pale naomba kujua tarehe ya ya expiry nini. Kuisha nguvu kwa Kiswahili kuisha nguvu, hizo dawa zimeisha nguvu. Uliza, hii dawa inaisha nguvu mwaka gani? Uliza, watakuambia. Usikae tu kimya ukachukua dawa wakati ime expire, inaenda kuleta maradhi zaidi kwenye kuku wako. Umeelewa, jamani? Hiyo tu ndio nitaka niwakumbushe leo. Nishawahi kufanya hii video, watu wanaona tabu sana kuitafuta hii video huko chini, lakini ukweli ndio huo. Tafuta dawa ambazo zitakusaidia kutibu kuku wako, na usione shida kukaribisha daktari bandani. Daktari ukimkaribisha bandani atakusaidia wewe zaidi na zaidi. Usiogope kutoa ishirini thelathini, ni kawaida. Maisha ni kusapotiana, give me I give you, hivyo kwa hiyo usi, usione shida. Ili kama kweli unataka kufuga na kweli unataka ufanye vizuri katika ufugaji, lazima ujitoe pia, lazima ujitoe pia, na kuku wana faida, usisahau hilo. Kufuga kuna faida, tena kuna faida sana, sawa.